Sinaitwa Abdul Basti Faki Hassan. Jina langu la sanaa natumia kama Lukman Fafa. Uh, leo nimefarajika kwa huku Kaskazini e, A. Nimekuja kwa support, uh, umoja sana, uh, wa makundi ya sanaa Umasaka. Binafsi wamefanya jambo zuri na ni mfano so wa kuigwa na sio Kaskazini e tu, hata wilaya nyingine wanapaswa wajifunze pia kupitia hili jambo. Mimi niwapongeze binafsi uh, nimpongeze mwenyekiti pia wa Umasaka Marcus na viongozi wote ambao wamefanikisha hii shughuli, lakini pia uh, kwa wasanii wote ambao wamehudhuria siku hii ya leo. Tumepata kuona pale maigizo mbalimbali uh, nyimbo, yani sanaa mbalimbali zimeonekana. Ni vizuri na pia tunaleta hamasa katika hii jamii. Mimi wasanii wenzangu niwaombe kitu kimoja, najua sanaa yetu hii inahitaji sana sapoti tunaposhindwa kusapotiana sisi wenyewe, basi tusitarajie kama kuna mtu wa nje ambaye anaweza kutusupport uh, support yangu mimi, support ya mtu mwingine nakuwa ni njia pia ya kuweza kufika mafanikio ambayo ni ndoto ya kila msanii ambaye anaishi hapa Zanzibar. Zanzibar sanaa iko, iko chini, hivyo lazima tutumie nguvu kubwa sana ya kuweza kupush ili kesho na kisokutwa uh, tuweze kufika ile nchi ya hadi ya ndoto zetu ambayo wengi tunatamani tufike huko. Mm -hmm. Sanaa ni biashara Sanaa inahitaji sana muda, sanaa inahitaji sana kujitoa. Hivyo ni vyema tushirikiane kwa namna moja ama nyingine, tuweze eh, tuweze kufikisha gurudumu hili la sanaa mbali zaidi. Uh, nilipata bahati ya kushiriki filamu kubwa, si hesabu Tanzania, ni hesabu ni Afrika mao, tamthilia kubwa sana Afrika Mashariki, na nilipata nafasi ile ikiwa huku huku Zanzibar. Wengi wanaamini kwamba ili uweze kufanikiwa lazima uende zako bara, lakini mimi nakataa. Mafanikio yanakuja popote pale, juhudi, bidii, kazi nzuri ndizo ambazo zinaweza zikakupa mafanikio mm -hmm. na nimepata, napata muda mzuri sana wa kuweza kufanya kazi zangu binafsi, lakini pia naweza kufanya kazi za watu wengine pia yeah. najigawa kwa. Tulizindua chama cha wasanii eh, wa filamu Zanzibar na tulifanya shughuli kama hii, tofauti ndogo tu labda kule mjini, huku ni shamba. Lakini pia wasanii wa mjini, viongozi wa mjini, kwenye masuala haya ya sanaa pia wana wanapenda kuona shughuli kama hizi zinafanyika, na pia shughuli kama hizi zinakuwa zina zinaleta hamasa na mwamko kwa jamii, kwa sababu wengi wanaamini sanaa ni uhuni, lakini mimi nakataa. Kozi wapo wahuni ambao wameingia kwenye sanaa, lakini sanaa sio uhuni, mm. Ya jamii isapoti filamu zetu, isapoti sanaa zetu kwa ujumla. Sisi wasanii ni watu ambao tunatumia muda mwingi sana kutengeneza kitu ambacho tunakwenda kuilisha jamii. Msanii ni sawa sana mwalimu, yani anatumia muda mwingi sana kuwafikiria watu ambao hawana hata muda wa kuwafikiria fahamu vizuri. Kwa hiyo watusapoti, wasapoti kazi zetu, naamini tunaweza tukafika mbali zaidi eh. Anashukuru sana.